Watu wanaowapeleka madereva kufanya kazi nje ya nchi wana wajibu wa kufanya utafiti kujua mahitaji ya eneo wanaloenda ni yapi tofauti na mahitaji ya magari ya Tanzania. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda jijini Dodoma wakati akizungumza na wanahabari kuhusu mafanikio ya wizara hiyo katika miaka minne ya serikali ya awamu ya sita. Sasa nzungumzie jambo moja ambalo limekuwa likitrend, madereva wametoka Tanzania wamepelekwa Qatar, wamewekwa kwenye gari, wanaangalia wafanyi nini, ola, kwa sababu magari yako siku hizi tunaita mekatroni. Eh, e, vitu vingi vya kubonyeza tu siku hizi, hata handbrake siku hizi unabonyeza, tusiwile ya kuvuta char eh? Yeah. Wameshindwa kupata zile kazi. Sasa labda niseme hiki kwa sababu watu hawajui, namba moja, wanaowapeleka nje, kabla ya kwenda ni vizuri <laughs> warudi humu ndani Usipeleke mtu nje tu kwa sababu wakati mwingine ndio ile upimaji wa IQ. Unadhani mtu ni mjinga kwa sababu hajui choo cha kuflash, wakati umemtoa kijijini, hajawahi kuona choo cha kuflash alafu unadhani ni mjinga, wakati yeye akikuambia wewe, kamata mbuzi umchinje, huwezi. Kwa hiyo knowledge inatokana na environment. Environment yetu hapa, magari mengi ni hayo tuliyokuwa nayo. Wanaowapeleka nje wana wajibu wa kusurvey kwamba mahitaji ya kule sasa hivi ni yapi tofauti na mahitaji ya magari yetu yaliyoko hapa yanaenda mpaka Kongo. Aina magari ya magari yaliyoko hapa Tanzania yanaenda Kongo ni namna gani? Madriva wetu wanajifunza nini? Hasa ukienda nchi nyingine kama Katari, ni vizuri kwanza ukaangalie, usiwachukua watu tu ukawakimbiza kule alafu akaenda kupimwa. That's very important for us, kwa sababu mambo mengi ni muktadha. Lakini pili, ni kweli tuna haja ya kuwafundisha yote hata yale magari ambayo bado yajaanza kuingia nchini. Ingawa mtu atasema unanifundisha kitu ambacho ni relevant ili niende nacho wapi. Lakini sisi tulishatoa maelekezo nadhani miaka miwili iliyopita. Arusha Technical College ingie makubaliano na makampuni ya magari. Kwa sababu kule tunafundisha mafundi magari. Kwamba fundi wa magari hata wenyewe sasa metatronics ndio all of the day is seven unazo kanunua gari kulifungua na kulifunga kama fundi mechanic anayofanya kazi hiyo hajui metatronics. Akilifunga gari linaanza lisiwake, sababu kila kitu kinatumia umeme electronics na kadhalika. Kwa huwezi kusema wewe ni mechanic tu katengeneza gari siku hizi haya ya kisasa eh, na huwezi kuwa electrical nani tu katengeneza magari, you have to be able to combine the two. Kwa wale tayari wameanza mazungumzo na wengine wanaingia mkataba kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kama ni Toyota, tuna sign contract na Toyota. Wakufunzi wetu wajifunze kule, waje wafundishe hapa kama ni Ford Rangers unajifunza kwa Ford Rangers, kama ni magari yote. Kwa hilo tumeanza na Arusha Technical College ivu -ivu. na tulishawaagiza VETA wafanye hivyo hivyo, na baadaye tuhakikisha kwamba tunakuwa na modo ya magari ya kufundishia, lakini bado magari mengi ya kwetu ni mechanical. Kwa watu wengi wanaenda kujifunza magari sasa hivi, ukimwambia kwamba nenda ujifunze na GPS nini atakwambia, ah, lakini nachohitaji kujua kwenda barabarani tu, lakini ukweli kwamba hasa kwa sasa hivi ambapo sasa hivi kuna fursa za ajira kule nadhani NIT, na tunaongea na wenzetu wa uchukuzi wahakikishe kwamba kama walivyo na modo ya ndege pale. Kwa watu ambao wameshafika pale wana, kama ndege ukiingia pale unahisi unarusha ndege kabisa, unakwenda nayo, unakwenda nayo, unaona kabisa ukitua, ukiyumba, ukijaribu pale, unaona. Basi ni muhimu sana kuwe na modo ya magari ya kisasa. Magari of course yanatofautiana ya na, ya kama ilivyo kwenye ndege huwezi kujifunza kurusha bombadia alafu baadae ukaambiwa unaenda kurusha Boeing, unaenda tena kwa training. Na hata magari ya kisasa, mara nyingi vitu ni vingi, kuangalia mahitaji ya kwenda kule. Kwa hiyo napenda nilisema hilo kwamba kuna vitu viwili, sisi kwenye training zetu, na wale wanawapeleka watu nje, huwezi kuwachukua watu na kuwabwaga Qatar, watarudi tu, kwa sababu lazima ufanye survey where you are taking them. Haya magari yaliyoko kule, ndiyo tulionayo Tanzania kwa sababu hao wa wengine wanaenda kusomea udereva, wanataka kupata leseni waendeshe magari hayo, tunaona anaenda Rwanda, Kongo, Burundi, hayo ndio wanajifunzia. Okay, lakini dunia inakwenda sahaijaka chapu na sisi kwa hiyo, ukienda nani kule, kwa sasa hivi inawezekana isiwe ni relevant sana lakini, sisi na sisi kwa kweli tushaanza kukacha hapo, na nadhani baadaye nitawaambia ATC watoe watoe taarifa wamefikia wapi katika tuliwaambia, lakini VETA tumwambia wafanye vile vile, kwa sababu hata magari fundi mechanics, ma, ma, ma, ma fundi mechanics tunahitaji mafundi ambao sio mechanical tu, ndio wanaitwa mechatronics, wanaweza kaangalia vitu vyote viwili. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele.